Katika masuala ya elimu sasa, ambapo kumekuwa na pilka pilka nyingi kwenye maduka ya vitabu na bidhaa za shule huku wazazi wakilalamikia gharama ya juu ya kuwaandaa watoto kurejea shuleni. Japo baadhi ya wafanyabiashara wameendelea kuimarika kwa biashara, wengine wakilalamikia hali ngumu, huku wanafunzi wakitarajiwa kuripoti shuleni siku ya Jumatatu baada ya miezi miwili unusu nyumbani wanafunzi wanaorejea shuleni kwa muhula wa kwanza kuanzia Jumatatu, zoezi la kurejesha shuleni likisalia kisunzi kwa wazazi. Kwenye maduka kadhaa ya kuuza bidhaa za shule, wazazi walikumbana na hali halisi ya gharama za juu za kununua za yunifomu na mahitaji mengine. Hii imetukalia, hii imekuwa ngumu zaidi imekuwa ngumu, si vitabu, si uniform bag, kila kitu iko juu na hali ya kutafuta imekuwa ngumu. Hata hii Christmas sijasherekea kwa sababu nilikuwa nafikiria watoto vile wataingia shule. Nafikiri kwa sasa nitajikakamua, hata ingawa niko na pesa kidogo, lakini itabidi nikope ndio niweze kununua zile vitu zinahitajika za shule. Tuseme bidi unapunguza unafinya budget at least toshe, manake mtoto anataka kama sweta, nataka pea tatu socks ine, nakuta sasa uwezi beba ine. Katika sehemu nyingine nchini, wafanya biashara wanasema mambo yameimarika ikilinganishwa na mwaka jana. Hata hivyo, kwa wengine mambo hayajabadilika. Parents are not coming as we expected. Mm -hmm. So possibly they may be looking for funds to buy those books. Uh, we are not uh, sure The difference is about wana budget sana I think wana pesa mm -hmm. Ile price wana nunua na iko chini sana mm -hmm. wanalia sana kwa bei. Pricing ya back to school iko juu sana. Uh, watu wanafanya shopping ya back to school which is so good sooliiood uh, wameanza mapema sana. Wanafunzi wa shule za msingi na za upili wanatarajiwa kuanza masomo ya muhula wa kwanza wa mwaka huu Jumatatu ijayo. Jimmy Mbogo, runinga ya Citizen, Nairobi.